Babu Zaka, hongera sana kwa ushindi. Asante sana, nashukuru. Kwenye mchezo ambao baada ya kumaliza mapinduzi kule mambo hayajaenda vizuri lakini huku mmeanza na ushindi, yani jambo jema. Uh, tumeshinda tunafurahi tuna sana kwa sababu unafahamu kwa, kwa miaka mingi sana hata tangu mara ya mwisho tumekuwa mabingwa wa ligi kuu, mara nyingi sana uh, huwa tunapotea baada ya kutoka mapinduzi yani, tukitoka mapinduzi kapa ndo balaa letu linaanza Hatushindi, hatushindi mechi zote yeah. Eh, sale tunafungwa. Tunafanya nini? Yani tunaweza kuanza ligi vizuri sana tukitoka mapinduzi tu ndio huwana kuwa balaa. So huu mwanzo ni mzuri na matarajio ni kwamba tuendelee na mbio hizi hizi tuone tu, tu, tu, tubadilishe hili tatizo la kuharibu mechi baada ya kutoka mapinduzi. Ni ni ishara nzuri kwa sababu huko nyuma ilikuwa inafanyika vibaya na mwisho wake pia ukawa mbaya kwa maana uh, kwa msimu huu umetoka mapinduzi, mmeanza na ushindi. Ni ishara nzuri kwa upande wenu. Yeah, ni ishara nzuri, ni dalili nzuri. Uh, lakini kizuri hutunzwa, kizuri hulindwa, so wacha tulinde kizuri ambacho tumekiona, tuone tutapata nini hadi mwisho wa msimu. Kwa namna ambavyo mmerudi e, nyumbani mmeanza mechi ya kwanza kuelekea mechi ya kimataifa pia inawapa morali kiasi gani kwenye ushindi huu? yeah, kabla mechi ya kimataifa tuna mechi nyingine tarehe 20 na Fountain Gate, hapa, oh, okay. hapa tena okay. E, baada ya hapo ndio tutaanza kuzungumzia mechi za kimataifa, lakini sasa tunamkaribisha bwana mdogo Mbuzi. E, mechi okay. ijayo ni e, na Hussein Diego e, sasa tunaweza kumkaribisha, hawezi kubaki, hawezi kubaki Tatu nyingi. Kama ungetaka kujua tatu nyingi zigeuza chapati afu kula moja moja, yeah, usijua chapati mbili na chai sio tatu. <laughs> Maanake nyingi haziwezekani. Nilikuwa na so, alikuwa nasema kwamba sisi okay, tunataka kuwafunga nyumbani Mkokwani, nikamwambia Mkokwani ni kwetu sisi zaidi kuliko nyinyi, kwa sababu msimu wa, unajua uwanja wetu tulianza kutumia msimu wa 11, 12. Afu 2011 12. Sasa msimu wa nyuma yake elfu mbili na kumi, na kumi na moja, na misimu mingine na nyuma yake tulikuwa tunatumia uwanja wa Shamba la um, bibi pale ule uwanja wa Uhuru. Lakini ule mwaka uwanja ulikuwa umefungwa. So timu zote za Dar es Salaam zikatakiwa zika, kutafuta viwanja vingine. Sisi tukaenda Tanga tukua, tumia uwanja wa Tanga. Ule uwanja ulikuwa umeharibika vibaya mno, kwa sababu atakoso wenyewe ameshuka daraja. Kwa hiyo uwanja hauna, hakuna naye utumia inabidi tukautengeneza ule uwanja. Yaani, tuliingia gharama kubwa sana kuutengeneza. Maana yake ukiuona e, ee, uwanja Mkokwani kuna jasho letu. Umeona, tuko nyumbani. Asikatishie sisi, Mkokwani sisi tuko nyumbani pale, uwanja tunautengeneza <tinyo> kwa hiyo yeye hawezi kutisha sisi Mkokwani hmm. hawezi kabisa kutisha Mkokwani. Kwa kudu ambu ambu kudu na, ni furaha kubwa sana kwetu kwa sababu kuwafunga hmm. hmm. goli nyingi namna hii Coastal Union. Nadhani ule msimu wa ubingwa tuliwafunga nne hapa, ule msimu wa ubingwa ule, lakini baada ya hapo ni mbili moja moja, bila siyo nini hivyo hivyo. Eh, mechi zinakuwa ngumu sana, mechi na Coastal Union ngumu mno. Kwa hiyo kuwafunga leo si tumefurahi, kwa sababu kuna, kuna nyakati Coastal wanakuja hapa Unaona, akiingia dressing room, unavotoka hapo, wanaambizana mwanangu, wewe hata unapiga hapa hapa na Eliza yao na basi lao. Hii basi linawauma sana wao jamaa. Sasa <laughs> hivi tunawafunga na basi lao eh, ile linakuja inakuwa mirili kwanza, inakuja wapi? Inakuja hizi <tipatia> ha, mimi sijaona mimi, siwezi kusema hivyo. Tofautisheni labda nyamjasikia vizuri, labda Eliza. Hapana <tipatia> haiwezi kwa Eliza, Eliza Uh, uh, Eliza ni moja tu, Eliza hii sha maisha, tushamaliza huko kwenye Eliza, kwenye video tumeona bwana Eliza, mjasoma vizuri au wale wasomea kasoma vibaya palivyoandikwa Eliza, ipo sehemu Elizabeth barafu nyingi, Eliza hiyo kwenye barafu itakuwa Eliza. Mimi naambia ni Eliza. Eliza ni hii tu, Eliza ni hii tu basi. Na sisi, na sisi tunashuka kitu, tunashuka kitu. Yaani kuna kama mtu atathubutu kukaribia, sio kutufikia, kukaribia. Tutashuka kitu kingine cha maana sana. Ah, kwenye mambo sasa tutakutana. Kwenye mambo ya magari magari, aya? Sisi tumeshindikana kwa jinsi ya pia, Zaka, kuna baadhi ya wachezaji ambao tunaona mmewatambulisha wakicheza wakipita dakika chache na zungumzaji usajili wao na nini ambacho pengine mlikiona kwa upande wao mpaka kuwasajili Azam FC, kwa bado waopaka Eh, uh, yani huu mpira kuna kitu kinaitwa reward. Kama unasema tuzo hawa vijana wadogo wadogo wanapoonyesha jitihada huko waliko, unawariwadi kwa kuwapa mikataba, kuwapa nafasi ya kuonyesha uwezo wao zaidi, kwa sababu kuna mchezaji anaweza kawa yuko sehemu fulani, ah, hapati, hapati changamoto, hapati motisha, labda hapati mafunzo mazuri au maandalizi mazuri ya kumfanya kukua zaidi ya pale alipo anapewa mazuri kwa kulingana na mazingira alionayo ali, ali lakini ya kumfanya akue zaidi ya hapo inaweza kawa anayakosa. Kwa ukiwaona sehemu nyingine watoto kama hao, hebu wape nafasi, inawezekana akaja kwako waka, waka wakawa wakubwa zaidi ya hapo. Sisi tuna, tuna hivyo vitu, wachezaji wengi tumefanya hivyo, so tuna wakati wao hawa eh, kujaribu bahati yao eh, wana uwezo mkubwa sana. Um, matarajio yetu ni kwamba watakuja kuwa wachezaji wakubwa sana hapo baadaye. Babu Zaka e, wakati wengine wakiwa wanaendelea na tiza za kubomoa tiza za mabomu na mambo mengine kama hayo, Azam FC tumeshuhudia mpaka sasa hivi utambulisho wa nyota mmoja kama sikosei, <laughs> kipi kinachoendelea Babu Zaka? Na sisi tunasubiri kuona na huku vitu vikibomolewa na mapicha picha yale. Mimi nikwambie, kama kuna mtu anaona na mabomu mengi apeleke Greenland, Greenland ni nchi inayotakiwa kusaidiwa sasa hivi na mabomu kwa sababu iko kwenye tishio la kushambuliwa. Mmeshasikia kuhusu Greenland, hmm. Nani kasikia? Msikia? yeah. Kama una bomu mpeleka huko. Hapa atake mabomu sisi, si mabomu nchi hii nini? kubomoa. Unabomoa nini si badala ya kujenga, yani unabomoa nini watu wanatamba kwamba wanabomoa. Aa, anayebomoa atambi hii anayebomoa anajitafia matatizo anam, kutamba anam, tamba anambomoa mpinzani. Sasa hilo sio kitu kizuri we, kama unataka kumbomoa mpinzani kimya kimya. kumbomoa mpinzani kwa kutamba, sasa akajipanga naye Hivyo kweli unapiga unakuja kuiba unapiga kelele unakuja kuiba. Kama mtu anasema, taya, yani, mshaliba, mtu mtu, mtu anasema yani sasa ndio ukishamaliza ndio unasema hivyo. Yaani mtu anataka kujiua hawezi kusema jamani, mimi leo jioni nitajinyonga. Wewe unataka watu wakushikilie kimya kimya, kajinyonge tu. Kwa hiyo unatoka unatoka nyumbani kwako unavuka kelele. Sisi sisi hatuwezi kutishika. Sio sisi watu wa kutishika hata kidogo, yaani hakuna namna yote ya kutishika. Sisi tunatambulisha kidogo kidogo, mdogo wangu. Njoo mdogo wangu. Mimi siwezi kutamba <laughs> <laughs> Sasa. Sasa. Sasa. <laughs> <laughs> <laughs> nakwambia nakupiga tano. Ila ule unyonge wako, heshima ya mpira, mpira unatakiwa na heshima yake ah. Kwao nikaheshimu mpira mm. eh, Rais wa TFF Wallace Karia aliwahi kusema kwamba mm. Coastal Union ni moja wapo ya timu za siku nyingi sana mm. Sasa timu za siku nyingi nao ndio make wazee, timu kongwe of course, make wazee eh, mm. Sasa wafunga na nyingi dharau, unafahamu tatu okay. mm. zinatosha, mm. Au ungependa tuongeze zingine au unge, unge, ungeongezea Tanga. Ungeongeza unge, kama unaweza sasa, huko Tanga ndio mimi nakusubiri. Nadhani jibu lako ndio nipata, atakisikia baadaye. Kuingia Tanga kuna njia hizi tatu: tumie njia ya ardhi, tumie anga au tumie njia ya maji kwa namna yoyote utakayotumia wewe kufika kufuka mkoa kwani umekufa kati ya hizo tatu, yani vinginevyo labda uje, uje kwa njia tofauti. Kama mngekuwa mnaongoza ligi nitakufunga wewe afu niongoze ligi, ligi. ligi. Hey, karibu sisi Tanga, karibu Tanga. Sisi tunakuja mm. sisi Uh, na wala hatutishwi ah. Yani sisi hakuna timu ya kututisha, na mimi sijazungumza hapa ili nikutishe. Nimekueleza sisi tunakuja Tanga, nilikwambia pale uwanjani pale juu jukwani kwamba uwanja wa Tanga, hmm. hmm. juku. hmm. ni wa kwetu hmm, sisi tuna haki na ule uwanja. Kwa nini mna konuuilia pale? hmm sehemu nyingi sana si kwetu, si nchi sehemu uh-huh. <laughs> nyingi sana za kwetu kwetu, mnakuwa nuku hili zaidi ya zaidi ya kuili hata kutatu kutatu. Sawa. Hongereni kwanza. Asante sana, mmeshinda mmeshinda nyie. Mmeingia leo kwenye mechi, mna bado mna, mna, mna ile winning mentality, mmetoka kucheza me, mechi nyingi za kimashindano. Okay, mlikuwa tu hapa mmekaa asikizo hapa, kuna, kuna, kuna, kuna mambo ya au, mechi, mechi mechi, msikilize babu, kuna mambo ya fitness level <laughs> na vitu vingine kiufundi, lakini kwa sababu mimi pia taaluma ya kocha sasa hivi ipo E, vitu kama hma yeah. Unawasema vibaya makocha. Hiyo, hiyo ni kukubali mpinzani wangu namna ambavyo amecheza performance yenu. Oh, okay, okay. Mmetupa mchezo mgumu na mmestahili kushinda, ongereni sana, sana lakini hiyo katika yale magoli matatuwewe lipomependa mimi nimeyapenda yote yote, hmm. Nitakulipia Tanga, utapenda kama unavyopenda. <laughs> <laughs> inshallah Mungu akupe uzima na kheri, amina. Aafu e, ukija Tanga uje na familia yako na raha nyingi kule Tanga, eh, utapata raha nyingi kiwemo kupoteza mchezo ile. Nazi nazi zina nini? Nazi wali, wali nazi, mchele robo, nazi 26 kwa bahati mbaya leo tuili imekatika lakini Tanga Tanga mtakatika nyinyi yeah. Leo tu mekatika Tanga mtakatika <tabu> <tabu> <tabu> <tabu> nyinyi haya Tanga mtakatika nyinyi hongera watakatika anasema takatika <umemeo. tabu> ngapi? 26. Alafu mchele ni robo kilo. Robo kilo eh, kidogo <tabu> sasa ndio niambia hapo utakula wali au tui? <laughs> Chagua basi kwani <ya> <laughs> hapo kilichopikwa ni nini? Ni yeah. wali au tui? Kile ambacho umepika. Mchele. Umepika mchele ili iwe nini? Wewe wali. Basi nitakula wali. Karibu Tanga ule asali, wali. Wali. Asali, Asali. Asali. Asali. <laughs> Na chai <ya> nazi sawa. <laughs>